Kuna mama yake Hamisa na ni moja kati ya watu ambao pia wamehudhuria leo huba la ya aya ya, ya, ya Clouds. Mama, kwanza hongera kwa siku ya leo. Asante sana wewe ni mjumuiko kina wanawake, labda pengine siku ya leo ungeizungumziaje baada ya kupata invitation kutoka kupitia Clouds? Nimefurahi sana kukaribishwa, nimeona kama ni Clouds imenitambua kama mama pia kama mwanamke. Nimefurahi sana, nimefarijika. Umekuja peke yako, tulitarajia tungemona Mama Fantasy pia umeongozana naye. uh, mm -hmm. so, yeah. uh, kitu kikubwa ambacho leo anakisisitiza ni kwamba adui wa mwanamke ni sio mwanamke. uh, kwako wewe kwa experience yako, muda ulioishi umekuwa kwenye mitandao, unaamini wanawake sio maadui tena kama ilivyokuwa mwanzoni? Unajua ni, ni jinsi gani unavyoichukulia. Kama unachukulia mwanamke ni adui, basi atakuwa adui, lakini mimi napenda kila mtu. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sijawahi kuwa na maadui, kwa hiyo namshukuru Mungu. Wao watu wengine wanaweza kuwa wanadhani ni maadui zangu, lakini mimi sina adui, mimi nampenda kila mtu. Wewe unahisi kuna watu na wewe wanaoadui? Aha, unajua pia ukishakuwa kwenye unajulikana, kuna vitu vingi vinaendelea, unaweza kuamka ukajikuta nimeandikwa hivi hivi lakini mimi ni mtu ambaye waga sipendi mambo mengi na namwamini sana mm -hmm. Mungu na nampenda kila mtu. Okay. Yeah. Ni mama ambaye hu, hu entertain sana mitandao, kwa maana ya watu wanavyo comment mtandaoni, sio vitu ambavyo vinakuumiza sana? Aa, ni kwamba uliamua tu kwamba sasa mimi sitaki kuweka akili yangu sana mitandaoni, au unaona vinakuumiza lakini unakaa kimya? Ah, naweza nikasema kwa kweli sijawai kuumizwa na kitu mtandaoni hilo ni kitu kwa sababu sijui mwenye moyo wangu ama ni kabila langu mku, ni kwa hiyo, si wakulia watu strong, si uoga, si huwa naona, kwa sababu mwanangu tayari ni maarufu, kwa hiyo nadhani hiyo ni one package. Kama alikuwa maarufu, asingekuwa maarufu, sidhani kama hata tungekuwa tunaongelea, lakini kwa sababu ni maarufu na ndo, yani, iko hivyo, kwa hiyo lazima nikubaliane na hii hali iya, kwa hiyo najua angekuwa Hamisa tu, ni mtu Hamisa tu huko sijui wapi, hakuna mtu angemwongelea by the way, ndio. mm -hmm. Lakini kwa sababu Hamisa ni maarufu ki, ni, ni kioo cha jamii mm hiyo -hmm. inakuja kama pakeji yake yani, kwa sababu ni maarufu na vitu vingine, nikubaliana navyo kama mzazi mm -hmm. kwayo niisha jiseti tangu mwanzo kama hivi vitu vipo, nikubaliana navyo na maisha endelea huko. Uh, kwenye mitandao najua una page yako ya Instagram na mara nyingi tunakuona namba ambavyo ukiingia kwenye mitandao ukiona watu wanamwataki mwanao, kuna namna ambavyo inakuumiza kwamba watu, kwa nini mwanangu, kwa nini mwanangu, mwana, kama mzazi, vinauma sometimes, lakini unashukuru. Alhamdulillah, maisha yanaenda mm -hmm. Yeah, unashukuru tu Mungu sababu kila kitu unamweka Mungu mbele mm -hmm. Mimi kitu ambacho naamini, Mungu mbele, yani hata mtu kama anakutukana unajua wewe anatukana, there's something inside yeah, labda kuna chuki, labda kuna kitu anakiona kwa Hamisa hawezi tu mtu kwa kulipuka kumtukana mtu, hakuna sababu. Lazima kuna kitu anakiona ndani ya Hamisa, labda akifanya vile basi ataanguka ama hivi, lakini mimi naamini Mungu mbele, kila kitu ni Mungu. Kwenye kaika za harusi, nakumbuka kwenye interview yako moja ulisema kwamba Hamisa alipopatana na Azizi Azizi alikwambia kwamba mama, mimi nataka kuwekeza Tanzania na watu wakasema Azizi kila kitu anamwambia mamamkwe. Pengine walichanganya labda, ukaribu wa mamamkwe na Azizi ki mwenyewe, ni kwamba Azizi amekuwa comfortable kwako kama mama na kuelezea vitu tofauti tofauti, au ni hiyo tu kwamba ali, alikwambia tu anawekeza Tanzania? Tofauti ya Azizi na yani, tofauti yangu mimi na watu wa mama wengine, Azizi simchukulii kama mkwe. Azizi ni mtoto wangu nilimpokea Azizi kama mtoto, yani kasema Mwenyezi Mungu, mimi na mtoto mmoja kaniongezea kiume, kwa hiyo nilimpokea kama mtoto kama mtoto, we have to talk, tunaongea kila kitu, yeah. so. okay. Sawa mama samani, kwenye ile kama nitakuwa na kukera yeah. A, kwenye harusi ya Hamisa vilibuka vimaneno vingi sana kwenye mitandao, watu walianza kudai kwamba mamake na Aziziki alikuwa anazungumza haelewi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na harusi ile. Wewe kwa upande wako, ulivyokuwa unaona vile vimaneno ambavyo wanadai kwamba yule ni mama mamake na Aziziki, Wewe ulikuwa unaichukuliaje? Najua naingia kwenye peji yangu nafanya kitu anipeka kwenye peji yangu na, na, wale watu ndio wa follow, ndio naingia vitu vingine waga siangalie, na nikiona kitu chochote ambacho kinaenda tofauti na mimi, huwa na try ku ignore kwa niko hivyo, so kuna vitu vingi sioni, watu wengine wananibisia kwa hiyo. Recently kumekuwa na story kuhusiana na Rushaina na kile alichokizungumza kuhusu Hamisa na tukaona kuna screenshot ilikuwa inasambaa kwamba anamwomba msamaha Hamisa na anasema kwamba mama alinipigia simu na mjukuu alinipigia simu. Ulizungumza na Rushai na kuhusiana na kile? Yes, you know. Uh, kwako mama ni mama ambaye una wajukuu zako ambao unaona kabisa wako kwenye maisha ya watu maarufu. Wewe ni maarufu, mwanao ni maarufu. Uh, unatamani waje kuwa kwa namna gani, yani wa, wakae mbali na mitandao au wa, hata wa wakiwa mitandaoni unahisi wamefuata roho ya bibi yao wa? Uh, wajukuu zangu kwanza namshukuru na Mungu alhamdulillah, ni watu wana, wana akili sana. mm -hmm. wanajitambua uh, especially Dylan. Dylan ana akili sana yeye yani anaweza kukaa naye kuongea naye 40 30. Kwa hiyo najua wenyewe watachoose njia wanayotaka sahihi kwa sababu nawaamini. mm -hmm. Yeah, nimewalea vizuri kwa sababu muda mwingi nakaa nao mimi. Watu jiwa, mbele, watata, maarufu, amu, antaku... si hmm. Ni watu ambao wanajua watakuwa mbele, watachagua wenyewe. Watakuwa maarufu mtu kama kama atakuwa maarufu Dailani labda, lakini sioni kama kuna mtu kati yao atakuwa maarufu. Nadhani ni watu wanataka na maisha yao mengine tofauti. Okay. Uh, mama, kwa kumalizia tu niliona comment yako unamjibu hmm. Okay. Uh, niliona komenti yako unamjibu, una mtu alikuuliza, nimeona kama umepungua ni kisukari mama, mtu ambie, ukamwambia nimefanya surgery, ndawapa namba ya daktari na sitaki niulizwe tena. Uh, ni aina gani ya surgery uliyofanya? Nadhani nilijibu pale na niliwaambia nitafanya na na, na interview kwa ajili ya kuelezea hilo, sio leo. Nimekuja kwa ajili ya kusupport wanawake. Lakini mwonekano huu ni kutokana na surgery uliyofanya? Nimesema nitaongelea next time. Hapo hapo mama, nikupongeze pia kwa kuhudhuria pia leo siku uh, ya ubahuru kuhusu kina mama. Kama mama ambaye una mtoto ambaye ni staa anazungumziwa kwa mambo mazuri na mabaya pia, neno moja kuhusu uh, watu ambao anamzungumzia mwanao, na kama mama ambaye mwanao ni star pia, vitu gani naga unachukulia una, una hasa unapoona vitu vinaenda against tofauti kuhusu marafu? Uh, mi kwanza wasichana naambia wafanye kazi yeah, tuache ache maneno maneno wache shortcut yeah, ufanye maneno. Unajua watu ambao hawamjui Hamisa mm ndo wanaomuongelea kwenye mitandao. Watu waliomjua Hamisa. Hamisa mm, ni mwanamke hodari, mwanamke anayefanya kazi. Kwanza mimi mwenyewe na mwanangu niko very proud. Sio kusema na, na, na niko sababu ni mtu wangu. Yaani Hamisa akipewa kazi anafanya kazi. Labda mngeweza hata kuuliza kwenye makampuni ambayo amefanya nao kazi. Yuko ni mtu ambaye ameconcentrated na kazi. Ana longo longo. Alafu kitu kingine. Hamisa mm, ana rafiki mmoja tu. Leo labda niwaambie. Hajawahi tangu ni amekuwa maarufu. Hajaikuwa na rafiki okay, wa pili. Ana rafiki yule, anaitwa Bambina, naendeni Instagram yake, anaitwa Bambina Meke. Huyo tu ndio rafiki yake ambaye anaweza kuja nyumbani kwetu akalala akaamka kama nyumbani kwao. Hajawahi kuwa na rafiki mwingine, ana rafiki huyu anaitwa Bambina Meke. Kwa maana hiyo kwamba Rushena kwa shughuli yake. Sitaki kuongelea hilo, nimewaambia Hamisa ana rafiki huyu. Alizungumza yeye mwenyewe akasema kwamba watu wampumzishe basi, kwa sababu amekuwa akimsema sana na mara nyingi anasema wewe unataka kupumzishwa. Alizungumza hicho kitu yeah. Kama mama pia una huko unamshauri nini hasa unapopitia situation kama hizo? Subira, subira kila kitu kinapita, alafu kama mitandaoni vitu yeah. Ni siku mbili siku tatu wamesha sahau watu okay.